Baada ya Marekani kuyawekea mataifa mbalimbali duniani ushuru mkubwa, China imeapa kulipiza kisasi na sasa inajiandaa na vita vya kiuchumi na Washington. Hata hivyo, wachambuzi wanahoji ikiwa Beijing itavishinda vita hivyo vya kiuchumi, hasa ikizingatiwa kuwa inategemea mno mauzo ya nje zaidi. Anasimulia Bruce Amani. Beijing inayohisi kubanwa na hatua kali za Marekani za kutoza ushuru bidhaa za China na nchi yoyote ambayo inanunua au kutengeneza vitu kwa kutumia vipuri vya China inajiandaa kwa vita vya kiuchumi. Washington wiki iliyopita iliweka ushuru wa forodha wa asilimia 10 kwa bidhaa kutoka karibu dunia nzima na ushuru wa juu zaidi kwa nchi kama vile Vietnam, ambako viwanda vya China vimekuwa vikihamishia shughuli za uzalishaji. Hii ilisababisha hatua ya kulipiza kutoka kwa China ikifuatiwa na vitisho vipya kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump. Mshauri mmoja wa sera za China anasema atakayesalimu amri wa kwanza atakuwa ndiye mwathirika. Mshauri huyo ambaye hajataka kutajwa jina kutokana na unyeti wa mada hii, anasema ni suala la muda tu kuona atakayevumilia kwa muda mrefu zaidi. China hata hivyo, haina chaguzi nzuri. Itatafuta masoko mengine barani Asia, Ulaya na kwingineko duniani, lakini hii inaweza isiwe njia bora ya kujikwamua. Nchi nyingine zina masoko madogo zaidi kuliko Marekani, na uchumi wa mataifa unaathirika kutokana na ushuru huo. Nchi nyingi pia zinahofia kuruhusu bidhaa za bei nafuu zaidi kutoka China. Kuishusha thamani ya sarafu itakuwa njia rahisi zaidi ya kupunguza athari za ushuru nchini China. Lakini hiyo inaweza kusababisha uhamishaji wa mtaji kwenda nchi za kigeni wakati pia ikiwatenga washirika wa wa kibiashara ambao China inaweza kujaribu kushirikiana nao. Ruzuku zaidi, punguzo la kodi ya mauzo ya nje, au aina nyingine za kichocheo zinaweza kutumika, lakini hii pia inaweza kuhatarisha kuzidisha uwezo wa kiviwanda na kuchochea shinikizo zaidi la kupungua kwa bei za bidhaa. Wachambuzi kwa miaka mingi wamekuwa wakitetea sera ambazo zinaweza kuongeza mahitaji ya ndani, lakini licha ya matamko ya Beijing, siyo mengi yaliyofanywa kuongeza matumizi, ikizingatiwa kwamba mabadiliko ya kisera ambayo yangehitajika yanaweza kuharibu sekta ya utengenezaji katika kipindi cha muda mfupi.